Naitwa Saidi Majaliwa, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa kwa namna ambavyo tumejitokeza sana kwa wingi katika siku yetu ya Samia Day. Siku ya jana tarehe tatu mwezi wa sita, 2025 siku ambayo sisi halmashauri ya mji wa Kondoa tuliweka siku maalum kwa ajili ya kutoa taarifa ya miradi mbalimbali ambayo serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mimi mkurugenzi, kwa niaba ya watendaji wenzangu wakata zote nane, tunawashukuru sana wananchi wenzangu wa halmashauri ya mji wa Kondoa kwa namna ambavyo mlijitokeza sana kwa wingi kwa ajili ya kupokea taarifa hizi. Nishukuru sana lakini pia kipekee niwashukuru watendaji wenzangu ambao kwa namna moja ama nyingine ndio mlikuwa wasimamizi wakubwa wa shughuli zile katika kata zenu. Kazi kubwa sana mmefanya, na muendelee kupambana hivyo hivyo. Sasa hii taarifa tuliyoitoa jana, sasa muendelee kuzisimamia ili matunda ambayo Mheshimiwa Rais ameyakusudia yaweze kuonekana kwa watu. Halmashauri ya mji wa Kondoa tuna jumla ya kata nane, ambazo katika kata nane zile Mheshimiwa Rais ametuletea miradi jumla ya miradi 181 Ambayo katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya maji, barabara na umeme. Miradi hii yenye thamani ya shilingi bilioni 42.5 imeletwa katika kipindi cha awamu ya sita katika miaka minne ya Mheshimiwa Rais, ni jambo la kumshukuru. Sisi kama halmashauri ya mji wa Kondoa tunaendelea kumshukuru sana. Nachoweza kumhakikishia mimi kama mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia na watendaji wenzangu ambao wananisaidia katika kata zao tutaendelea kusimamia miradi hii ili iweze kuleta tija kwa wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Kwa majina naitwa Mariamu Amani Risasi, mtendaji wa kata ya Kingale. Nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunasema sisi kata ya Kingale tumeipokea miradi hiyo na tupo tayari kuendelea kupokea miradi mingine ili kuendelea kusukuma gurudumu la maendeleo. Lakini kwa nafasi ya kipekee pia Niwashukuru wananchi wa Kata ya Kingale kwenye sherehe ya jana ya Samia Day, kwa kweli hawakuniangusha wananchi wangu. Tulikuwa na jumla zaidi ya watu 200. Maadhimisho yalianza tangu asubuhi na mwisho tulimaliza na mechi ya mpira ambayo yote ilikuwa ikihakikisha siku ya Samia Day inaisha vizuri. Tunasema asante mama, na tunakuahidi sisi wananchi wa Kata ya Kingale, Halmashauri ya Mji Kondoa tuko pamoja na wewe. Kwa majina naitwa Gershom Mtonga, mtendaji wa kata ya Suruke. Kwanza kabisa, ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa fedha nyingi ambazo amekuwa akizileta za miradi ya maendeleo katika kata ya Suruke, na kwa niaba ya wananchi tunasema asante sana. Na siku ya jana tulikuwa na maadhimisho ya siku ya Samia Day, ambapo tulikuwa tunafanya hii maalum kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa fedha hizi na mafanikio haya makubwa ambayo tumeyapata kwa kipindi cha miaka minne. Hakuna rais ambaye amefanya vizuri Tanzania hii kama Mama Samia, kila mahali kuna kila hitaji la mwanadamu ni miaka michache, lakini mafanikio wananchi wameweza kuyaona makubwa sana ujenzi wa shule kubwa kabisa. Kwa mfano kata yetu ya Suruke tumepata ujenzi wa shule ya sekondari mpya yenye majengo takriban 11 thamani ya milioni 544. Lakini pia siku ya jana ya Samia Day tumekuwa na maazimisho makubwa mazuri, yaliyofana kwa ufanya matukio mbalimbali. Wananchi wanasema asante sana na wanakuahidi wako pamoja na wewe na wataendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha gurudumu hili la kuleta maendeleo kwa wanasuruke linaendelea kusonga mbele na halirudi nyuma. Kwa majina naitwa Jamila Kanyashozi ni mtendaji wa kata ya Chemchem. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia fedha nyingi za miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika kata yangu ya Chemchem. Napenda kuwashukuru pia